Gavana wa kaunti ya Nandi, Stephen Sang, amesema kwamba ushirikiano unaoendelea kuimarika kati ya vyama vya UDA na kile cha ODM utaendelea hata baada ya kifo cha kinara wa chama cha ODM Raila Odinga. Akizungumza huko Kapsabet, kaunti ya Nandi, wakati wa maadhimisho ya siku ya mashujaa, Gavana Sang amewataka wananchi kutokuwa na hofu kuhusu muungano huo wa kisiasa akisisitiza kwamba rais William Ruto aliyekuwa mwanachama wa ODM. Haya yanajiri huku chama cha ODM na UDA kikionekana kuboresha uhusiano wao, swala ambalo linazua maswali tele miongoni mwa Wakenya Kenya.

Na mimi nataka kuambia hii watu wetu wa Nyanza wanatupenda sana, na hawa watu wanapenda rais na hii maneno ya tutam, tunasema wao wako tutam zaidi. Wao wanashukuru hii urafiki ambaye tumejenga urafiki ya watu wa Rift Valley na watu wa Nyanza. Mimi sina shaka hii election inakuja, hii sisi na jamii hii ya Nyanza tutapigia rais two times ili rais aendelee kufanya hii kazi mzuri ambayo amefanya katika Kenya yetu. Kwa hivyo nyinyi mkipata mkitembea hapa na mpate mtu kutoka we, Nyanza, nunulie yeye chai na uambie hao asante sana kwa sababu hawa watu walitusaidia ile wakati maneno yetu ilikuwa imekwama kidogo. Kweli ama si kweli? Na hii urafiki na hiyo Raila, huyo Raila tumepatia heshima kubwa, na hiyo ODM hiyo mimi nataka kuambia watu wa ODM sasa, muko na founder member ya ODM yuko Statehouse, anaita William Ruto. Hiyo chama ya ODM chunge, sisi tuchunge hii yetu ya UDA. Ikiwezekana hata huko mbele, kama tutakutanisha, tutakutanisha ikue United, the Orange Democratic Party. Yani tuweke yote hii chama yetu yote iungane ikue kitu moja, na party leader yetu ni president wetu, ndio tukae pamoja. Hii wakora wanapangia William na kusema one time, watashangaa tutawanyorosha asubuhi na mapema, kwa sababu tunataka rais apate two terms abadilishe nchi ya Kenya na nchi ya Kenya iweze kwenda mbele.